Kuwa na mchumba zaidi ya mmoja ni sahihi au ni dhambi? Ni dhambi, ni dhambi, straight ni dhambi. Nitakwambia kwa nini ni dhambi. Hapa tunaongelea habari ya, ya ya tendo la ndoa? Hapa tunaongelea mchumba. Umeshaniambia kuwa na mchumba zaidi ya mmoja ni sawa au ni dhambi? Straight ni dhambi, ni dhambi kwa sababu uchumba ni kumwandaa mtu kwa ajili ya ndoa. Huwezi kuandaa watu wawili kwa ajili ya ndoa. Unamuumiza mtoto wa watu umempa ahadi kwamba utamuoa au utaolewa na yeye, alafu baadaye ghafla, kumbe ulikuwa umewekeza kwa mwingine tena, unamwacha unamwacha na maumivu. Makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake anayeyasababisha. Ingemfaa zaidi mtu huyo jiwe la kusagia lifungwe shingoni mwake, azamishwe baharini. Kwa siamini katika wachumba wawili ila naamini katika marafiki wa kutosha. Inapokuja hoja ya mchumba, mchumba ni huyu.